tumepokea taarifa ya kifo cha mgombea wa ubunge kupitia chama cha CUF ambao ni Mr. Ndugu Daudi mta mtayuhabi, ambao alifariki tarehe saba mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano kwa ajili ya saa sa mbili usiku. Kwa kama ofisi ya e, uchaguzi uchaguzi a e, uchaguzi nami kama msimamizi wa jimbo la Siha kwa kweli tumekuwa tumepokea taarifa kwa masikitiko, kwa sababu kama mnavyojua alikuwa unaenda kwenye hatua za mwisho kabisa za nini za kufanya uchaguzi. Sasa uh, sitakuwa na maneno mengi taarifa e, sasa ni taarifa tu kwa mujibu wa kanuni na taratibu, inapotokea e, jambo kama hilo, ni nini kinatakiwa kifanyike uh, kwa mujibu wa kifungu cha 71 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja mwaka 2024, endapo msimamizi wa uchaguzi atapokea kwamba kuna na kujiridhisha kwamba mgombea wa ubunge amefariki, basi maana yake uh, uh, kinachoendelea ni kwamba atatoa tangazo la kusitisha shughuli za za za kampeni ya ugombea wa ubunge kwenye jimbo husika mpaka hapo tarehe nyingine itakapotangazwa. Kwa ufupi hivyo tu, kwa shughuli za ubunge katika hasia, kwa kipindi hichi itasimama mpaka hapo tume itapotoa maelekezo mengine au tarehe nyingine baada ya mbunge wa chama husika kuteuliwa tena. Asanteni. Ila shughuli za uchaguzi e, kwa ajili ya rais na mdiwani zitaendelea kama kawaida. Ah, wananchi eh wasiwe na wasiwasi kwa sababu swala hilo la ghafla limetokea na kuna mtu alikuwa amelipanga, ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio na subira, tuendelee kutegemea Mungu. Tuendelee sasa kuomba Mungu kwamba lisitokee tena, ili hao idi wagombea ubunge wengine kwa urais yeah, na madiwani basi, tuweze kufanya nini, tumalize mchakato huo kwa salama. Adam Ramadhani Mgumi ni katibu chama cha wananchi CUF wilaya ya Siha. Uh, tunasikitika sana kwa msiba wa mgombea wetu wa ubunge Jimbo la Siha, ambayo kwa majina inaitwa Daudi Willy Brody. Willy Brody mtu yehabi, sisi tunalani hali kama hizi kutokea e, kwa mgombea wetu kushambuliwa vikali namna hii, lakini pia wito wetu sisi ni kwamba iko haja ya vyombo vya ulinzi na pia na wadau mbalimbali kufuatilia kwa ukaribu, lakini pia kupinga vitu kama hivi e, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaleta vinaleta tafrani kwa, kwa jamii. Kwa hiyo hili tunalilani sana, na tunaendelea tunaendelea kuzungumza sana kuhusu haya masuala.